Karibu mtazamaji wa TTV katika kipindi cha Rejoice kinachokujia kila siku ya Jumapili kwa ajili ya kukufikishia maneno ya kiroho na maneno mazuri kutoka kwa watumishi mbalimbali. Leo nipo katika kanisa la FPCT Galilaya y Tempo katika eneo hili, na hapa upande wangu kushoto ni viti vipo wazi. Hapa atakaa mchungaji kiongozi katika kanisa hili, na pale atakaa mtangazaji mwenzangu Daudi Mashaka kwa ajili ya kukufikishia ujumbe wa Mungu kabisa. Utakuwa na mimi Daniel Silas ukitaka kutufuatilia zaidi katika mitandao yetu ya kijamii basi tufuatilie kwa kuandika journalism underscore department 1 katika pare Instagram. Kama nilivyokujuza nitakuwa na mgeni ambaye ni mchungaji kiongozi katika kanisa hili la Galilaya ya Tempo kata ya Ipuri. Naye kiongozi, habari yako Pastor? Bwana asifiwe. Amina. Ndio, habari yae? Nzuri tu, habari za leo Daudi habari yako pia? Ah, salama kabisa. Sijui wewe. Hmm. Ah, namshukuru Mungu niko sawa. Safi kabisa. Sawa okay. Sasa leo tumefika hapa kwa ajili ya kuzungumza na mchungaji kutokana na malezi ambayo anayowalea vijana katika kanisa hili kwa mtazamo wake yeye ipo vipi? Basi tuungane, ungeendelea kuungana na sisi tuweze kupata mambo tofauti tofauti kutoka kwake. Pastor. Ndio. Tunatambua katika kanisa lako hapa kama mchungaji kiongozi, kabla hatujaendelea kwanza Tukufahamu majina yako. Asante sana mtangazaji, mimi kwa jina naitwa Zakaria Mandaru, mchungaji kiongozi wa kanisa la hili la Galilaya Tempo, kata ya Mpera. Unawalea vipi vijana katika kanisa lako kuhakikisha wanakaa katika msimamo sahihi wa kiroho? E, kazi ya mchungaji ni kulea vijana. Kwa hiyo mi nawalea kwa kuwafundisha mafundisho ya neno la Mungu kulingana na utandawazi tulionao kwa sasa na mafundisho ya tunayapata katika vitabu vitakatifu ambavyo ambayo ndio kiongozi chetu. Naweza kusoma katika kitabu cha <tutu> waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa kumi na nne b, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu nanyi mmemshinda yule mwovu. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Kwa hiyo kupitia maandiko haya, vijana tunawafundisha washike neno la Mungu, lakini wasifatishe namna ya dunia. Ndio um, nini kifanyike mchungaji ili vijana waepukane na hizi zuruba ambazo zinatokea katika dunia hizi kuwasaidia vijana hmm, ili kuepukana hizi zelula ni, hakuna njia nyingine, ni mafundisho tu, maana Biblia inatuambia vijana wao vielelezo katika mwenendo wao na katika usemi. Tunasoma maandiko haya katika kitabu cha wa kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya nne sura ya nne na mstari wa, wa wa kumi na mbili sura nne mstari wa kumi na mbili Bibilia inasema mambo haya yaagize na kuyafundisha. Mtu ayeyote yeyote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa uaminio katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Kwa hiyo tutawafundisha kuwa kielelezo ili wawe tofauti na watu wa dunia hii kwenye kwenye, kwenye, kwenye, jamii yetu hususan vijana katika makanisa. Mm -hmm. Kuna changamoto nyingi sana wanazokutana nazo vijana. Mm -hmm. Na wewe ni mchungaji kiongozi. Mm -hmm. Unawezaje kukabiliana nazo changamoto ambazo wanakutana nazo kama vijana ili mm -hmm. kuwaweka katika njia sahihi ya kiroho? Hiyo ni kuwafundisha mafundisho, ndio ndio ndio njia yetu ya kusaidia Eh, mafundisho ni muhimu sana. Mtu ukimjaza mafundisho, anaweza kufanya vitu vilivyo bora zaidi. Ndio. Sawa. So, mm. Kwa upande wa kwaya, vijana wengi wana washiriki katika kwaya. Kuna tabia tofauti tofauti ndani ya kwaya na zinatokea. Ukiwa kama mchungaji kiongozi, unahakikishaje vijana wanaweza kuhudumu vizuri kiroho kabisa ndani ya kwaya? Kwaya kwa sababu kwaya zinaonekana kwamba ni sehemu pekee ambao baadhi ya watu wanaonekana kujificha kule na kufanya vitendo visivyo sahihi. Kazi ya mchungaji ni kuwaonya vijana wanaoenda kinyume na mafundisho. Tena sio kuonya tu, hata kukemea. Pitia neno la Mungu na maandiko yapo. Tunasoma Tito sura ya pili, Tito sura ya pili, tuta sura ya pili mstari wa sita hadi wa saba: vivyo hivyo na vijana waume waonye, kwa kuwa na kiasi katika mambo yote ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahivu. Kwa hiyo maonyo ni jambo la muhimu kwa sasa. Mchungaji, vijana wengi hawafungi hata ndoa, labda nini ambacho kina kinasababisha kushindwa kufunga? Eh, kinachosababisha watu wachukuane bila kufunga ndoa. Wakati mwingine ni upotofu. Kuna mambo kama mawili, ni tamaa ya mtu anaona atachelewa kufunga ndoa. Anaamua kuchukua. Na ukimwangalia maisha yake ni mazuri, si kwamba hana nini, hana chochote anacho nyumbani kwake ana mali, anachukua tu ili tamaa yake apate kutimiza. Ya pili, wengine wanakosa nini? Mahali. Wanakosa mahali. Hawana mahali. Sasa nitafanyaje, na mimi nahitaji, kuwa umri wangu umeenda wanachukua. Sawa. Okay, kama mchungaji unawasaidia vipi vijana kama wa kanisani? Mimi nawasaidia wajilinde. Na wajilinde wasije wakaingia haraka haraka katika ndoa kwa sababu jambo la ndoa ni la muhimu sana na la kudumu. Biblia inasema kilicho kiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Kwa hiyo sio la haraka haraka, hata kama huna mahali fanya kazi. Kuna hali fulani ipo kanisani, hususan na makanisa haya ya kiroho. Wachungaji wanashindwa kuwa wanashindwa kuwa wawazi kwa vijana wanaowalea kanisani kwa kuwaambia ukweli wanapokuwa wakikosea, wakiamini kwamba wakiwaambia ukweli wale watu watakimbia. Wewe kama mchungaji wa kanisa hili una, una, unawezaje kuwachunga vijana wako katika hali ya kiroho zaidi katika swala hilo? Kama wapo wachungaji wa namna hii wanakosea, lakini kazi ya mchungaji ni kuwalea vijana katika njia sahihi. Ukiwalea katika njia sahihi ndio unaandaa una, una viongozi sasa, wewe unawaogopa kwanipate. Angalau maombi kwa ufupi, kutokana na hususa taasisi ni vijana, tunahitaji angalau maombi kwa ufupi ili Mungu atusaidie tuweze kuishi katika njia ambayo inapendeza Mungu. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru, ni wewe yule jana, leo hata milele, wewe ndio msaada wetu ulipoumba dunia ukasema, nendeni mkazae, mkaongezeke, mkajaze nchi. Na sisi tumezaa vijana wa kiume na wa kike lakini wanakutwa na changamoto mbalimbali. Wewe uliyetupa hawa watoto tunakukabidhi wewe, Bwana, wasaidie, ili wapate kuyashika mafundisho, wasifate mambo ya dunia hii, kama neno lako linavyosema kwamba, msifate, msipende dunia wala mambo yake yaliyomo duniani. Kukupende ya hakupo. Kwa hiyo wakupende wewe na kuliheshimu neno lako na kukupenda na kusimama katika neno lako. Wasaidie Bwana, wasipotee hata mmoja wao. Yote haya naweka mikononi mwako kwa jina lako Yesu, amina, amen. Amina, ah, Mungu akubariki sana. Nawatakia kila laheri, mkafanya kazi vizuri. Lakini pia mtazamaji wa TTV kwenye kipindi cha Rejoice unaweza katufuatilia zaidi katika mtandao wetu wa, wa Instagram kwa kuandika journalism_department1. Asante sana, uwe na wakati mwema.